Hey, nakwambia siku hizo ni kubaya bwana, ni kugumu wanaama ni bwana hapa. Hey! <laughs> <laughs>

Mibaya, kuna bebe. Wezi wameniambia hadi ile simu yenye ulinibaia jana. Ile simu mimi nimekubaia jana. Wameniambia ni jana. Pia wako na hapa vipi? Wananijua Mim— mimi kweli? Wananijua mimi kweli? Mimi ndio bebe, wasinichanganye, wasinichanganye. Nataka zi... mm. niwaonyeshe mm. mm. <laughs>

Mimi siwezi wapiga, siwezi wapiga mkiwa na simu. Simu na bagi, wekeni chini, niwapige ka <coughs>

Unataka kucheza movie njoo uh, simameni hapa niwambie ni ah, yes. mmoja have, ah, simame, ni hapa, ni mmoja, simame hapa mwingine hapa nimeona hapo hakuna nafasi ngumi ah, <es> uh, yeah. hazimo tutatumia miguu peke yake <laughs>